Shalom. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa majina yangu naitwa Pastor Gibson Elizeus. Tunamshukuru Mungu kwa neema yake na kwa upendo wake wa ajabu ambao ametuwezesha tumeweza kufikia siku hii ya leo ya Jumapili ya tarehe ishirini na tatu ya mwezi wa kumi na moja mwaka 2025. Nipende kuwashukuru watazamaji na wafuatiliaji wote wa chaneli yetu hii ya Gibson Elizeus TV. Jumapili ya leo itakapofika majira ya saa tano na nusu asubuhi tutakuwa live wakati wa kipindi cha mahubiri, lakini pia saa tatu na nusu usiku tutakuwa live kwenye kipindi cha maombi na maombezi. Usikose. Buka kushare ujumbe huu kwa wenzako, lakini kama hujasubscribe kumbuka kusubscribe hapo chini, lakini kushare na kucomment pia unaruhusiwa. Namba yetu ya simu ni 96 karibu sana biblia inasema kwenye injili ya yohana sura nne kwamba mungu ni roho nao wamabudua mungu waabudua halisi imewapasa kumabudu katika roho na kweli. Nataka nikuagi kwa ujumbe unaopatikana kwenye ile injili ya Yohana sura ile ya kumi na saba na ule mstari wa tatu, anasema na uzima wa milele ndiyo huo wa kujua wewe Mungu wa kweli wa pekee na Kristo aliyetumwa na Mungu. Uzima wa milele ni kumjua Mungu wa kweli wa pekee, aliyetumwa na Yesu Kristo aliyetumwa na Mungu. Kuna miungu mingi, kuna miungu ya uongo, lakini Mungu wa kweli, kumjua Mungu wa kweli ndiyo uzima wa milele huwezi kuwa na uzima milele kama haujamjua mungu wa kweli na mungu wa kweli ni moja na huyo mungu wa kweli alapiwa kupitia yesu kristo kama unataka kupata uzima milele basi chue mungu wa kweli na wa pekee